Tuna jumla ya vituo 250 kwa maana ya shule zitakazokuwa na wanafunzi hawa ziko 250 kwa mkoa mzima wa Tabora. Shule hizi mitihani itakuwa ikiendelea katika shule zetu hizi. Lakini tuna jumla ya watahiniwa 30,870 wakiwemo wavulana 12,972 na wasichana 17,898 ndio tunaotarajia kwamba watafanya mitihani hii kuanzia siku ya Jumatatu ya tarehe kumi hadi tarehe ishirini mwezi wa kumi na moja. Vituo vyote hivi viko salama na shughuli zote za maandalizi ya ufanyikaji wa mitihani hii iko salama kwa mujibu wa miongozo ya Baraza la Mitihani la Tanzania. Wale wasimamizi watakao kwenda kusimamia mitihani hii kwenye shule zetu tayari wameshapewa maelekezo na wote wako vizuri, na hatujapata taarifa yoyote ya changamoto yoyote. Lakini pia vituo vyenyewe ni salama na watoto wetu kwa kweli tumewaandaa vizuri Ndugu zangu, kama nilivyowaambia kwamba mwaka huu tulijipanga shule za sekondari na shule za msingi kwa mikakati tangu tulivyokuwa tunaanza mwezi Januari, ambao vikao tulifanya mwezi wa kumi na mbili hawa pia tulijipanga. Kwa hiyo tunaamini kwamba watoto wetu wanafunzi wamewaivisha na wako vizuri, lakini pia nitoe wito kwa wazazi wa watoto hawa wa kidato cha pili ambao tunatarajia kufanya mitihani niliongea maneno haya wakati tunawaandaa watoto wa darasa la saba kwenda kufanya mitihani. Niongee pia na wazazi sasa, ambao una mtoto anayekwenda kufanya mtihani kidato cha pili. Mtihani ni mtihani, narudia, mtihani ni mtihani. Mzazi unaweza kawa ulipita kwenye mitihani mingi, unaona kama ni vitu vya kawaida, lakini kwa mtoto yeye ni mtihani wake. Tunafanya upimaji, tunasema form two, tunasema upimaji kidato cha pili, tunapima, ila form four ni mtihani. Kwa hiyo upimaji huu ni mtihani pia kama mitihani mingine. Kwa hiyo watoto hawa tuwatie moyo, tuwaandae kisaikolojia, tujue kwake yeye, unakiona nakiona ni kidogo, lakini kwake yeye ni kitu kikubwa, ni kitu ambacho kwake yeye ni changamoto. Akiandaliwa vizuri kisaikolojia, kama mwanangu, nenda kafanye mtihani, mimi nimekuombea dua, nimekuombea sala, utafanya vizuri, jiamini, mtoto atakwenda, atafanya vizuri. Lakini usipopata muda wa kukaa na mzazi na mtoto wako na kumwandaa vizuri ataenda ameshachanganyikiwa ameshajua ni mtihani. Wakati ni mtihani kama kawaida, lakini atafika amechanganyikiwa anashindwa kufanya vizuri. Na nitoe wito kwenye mitihani ya kidato cha pili na kidato cha nne inayokuja. Hatuhitaji udanganyifu Tabora. Kama vile ambavyo tunapambana na kupata matokeo yetu hakika halali, ndivyo ambavyo hii mitihani iliyobakia tupambane tupate matokeo yetu halali. Ni vizuri wakakurenki mahali ambapo unapaswa kuwa kuliko kukurenki kwamba uko juu wakati kule umefika kwa njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo niwashukuru sana kwamba mkoa umetulia katika swala hilo na wala sitarajili tarajii litokee.